doti Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Wapendwa ukiwa YouTube unaweza pia ukasubscribe, na Facebook pia unaweza ukatufolo, itakupa nafasi ya kuendelea kusoma vitabu hivi kwa ukaribu zaidi. Karibuni sana wapendwa, tufungue kwa sala ili tuendelee na usomaji. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu amen. Baba Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo unaotupa neema kutuwezesha kwenda kulisoma neno lako, tunaamini Roho Mtakatifu uko na sisi. Kwa neema yako na upendo wako, tunakukaribisha mahali hapa, Roho mleta uzima, tunaomba uje utusimamie, ili muda huu tunapoenda kusoma neno lako, E Bwana, liweze kuachilia uzima ndani yetu, ili sote tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ambapo siku ya leo tunaenda kusoma kitabu hiki cha Hekima ya Sulemani sura ya kumi na saba naya kumi na nane. Sura ya kumi na saba kwa kuwa hukumu zako ni kuu, nazo ni ngumu za kusimulia, ndiyo maana watu waovu watu hupotea. Kwa maana wale wakorofi walipodhania ya kuwa wanashika taifa takatifu kwa nguvu wao wenyewe walikuwa wamefungwa gizani na kukwazwa kwa minyororo ya usiku mrefu, wakitiwa sharti nyumbani mwao na kufukuzwa mbali na maongozi yako. Pindi walivo, walipodhani ya kwamba hawakuonekana katika dhambi zao za siri, walitawanyika kila mmoja na mwenzake kwa pazia jeusi la usaulifu. Wakashikwa na hofu ya kutisha na kufadhaika kwa matokeo ya kivuli. Nyumba zao zenye giza walipokaa, hawakuzilinda na hofu, ila sauti za kuwafadhaisha ziliwazunguka kwa kishindo, na vizuko vilitokea vya kuhuzunisha venye nyuso za kukunjamana. Wala moto haukuwa na nguvu ya kutosha ili kuwaangamiza, wala mwanga wa nyota haukuwa na uwezo wa kumulika katika usiku ule wa giza, ila walitokewa tu na kimoto kama wa moto uliowaji uliowajiwasha na cha kutisha kabisa, na wakitishwa na matokeo yao wasiyoweza kuyatazama, walihesabu yale walioyaona kuwa ya kutisha zaidi. Tena hila za uchawi zilishindwa, na majisifu ya akili zao wakakemewa kwa aibu nyingi, maana wale walioahidi kufukuza hofu na fadhaa mbali na mwenye ugonjwa, walikuwa wagonjwa kwa woga wa kuchekesha. Ingawa hawakutishwa na kitu cha kuwataabisha, walitiwa hofu ya kutambaa kwao vita vitambazi, na ya sauti ya nyoka, wakaangamia kwa kutetemeka wakikataa hata kuitazama hewa isiyoepukika pande zote, kwa maana ubaya asili yake ni woga, unahukumiwa kuwa mbaya na yule shahidi yaliye ndani, na kwa kufuatiwa na dhamiri, una tabiri yaliyo mabaya kabisa, madhali woga ni kuitupa misaada iliyoletwa na akili na kwa kuwa moyoni kutumaini, kutumaini kumepunguka, kutokujua sababu iletayo udhia kumezidishwa. Lakini kwao usiku kucha usiku, usio na nguvu uliwajia kutoka ahera ya chini isiyo na nguvu, walikuwa wakilala usingizi sawa sawa, pengine wakaogofishwa kwa matokeo ya kutisha, pengine wakafadhaishwa kwa jinsi walivyokata tamaa, maana hofu isiyotazamiwa iliwajia kwa ghafula. Kwa hiyo kila mtu awaye yote akijilaza pale alipo akafungwa katika gereza ile isiyokuwa na fito za chuma, kwamba ni mkulima au mchungaji au kibarua mwenye kazi za nyikani akapatwa na kushikwa na sharti isiyoepukika, kwa maana walifungwa wote kwa mnyororo mmoja wa giza. Endapo walisikia baridi ivumayo, au sauti nzuri ya ndege katika matawi ya, enda, ya eneayo, au maboromoko ya maji yakienda kasi au kuanguka miamba iliyovurumishwa au wanyama wasioonekana kukimbia ghafla na kuruka, au sauti ya hayawani wakinguruma kwa ukali, au mwangwi ukitoka katika mavungu ya milima hayo yaliyoduruaza duru, kwa hofu kuu, maana pengine popote ulimwenguni uliangazwa nuru na kawa watu wakijishughulisha na kazi bila mgogoro, ila juu ya hao, juu yao peke yao umetandikwa usiku mzito, kielelezo cha giza lile litakalowapokea baadaye. Naam, nafsini mwao hawa wakawa wazito kuliko giza lenyewe. Sura ya kumi na nane Lakini watakatifu wako walikuwa na nuru tele, na hao wa Misri wakasikia sauti zao bila kuona sura zao, wakahesabu kuwa vema ya kwamba wao pia wameteswa, ila hushukuru kwa kuwa wale waliolemewa kwanza hawakuwadhuru sana na kuwaomba waondoke. Hata hivyo, uliwapa watu wako nguzo ya moto uliowaka ili kuwa kiongozi wakienda wasikojua, na jua la kuwafadhili katika uhamisho wao wenye heshima. Kwa maana hao Wamisri walistahili sana kunyimwa nuru na kufungwa gizani, mradi hao walikuwa wamewafunga watoto wako kwa nguvu, ambao kwao nuru isiyoharibika ya Torati itatolewa kati ya wanadamu. Hata walipokuwa wameshauriana kuwaua watoto wachanga wa watakatifu wako na mtoto fulani ametupwa na kuokolewa ili kuwahukumu, uliwaondolea wingi wa watoto wao na kuangamiza jeshi lao katika mafuriko makuu. Usiku ule baba zetu walitangulia kuonywa ili wakiwa na ufahamu hakika wafurahishwe na viapo walivyovitegemea. Kwa hiyo watu wako waliutazamia wokovu wa wenye haki na uharibifu wa adui. Madhali uliwalipia kisasi watesi wako na kwa njia ile ile ulitukuza ukituita uki ili tukujie. Zaidi ya hayo watoto watakatifu wa watu wema walitoa dhabihu kwa siri na kwa moyo mmoja walijitwalia agano la torati ya dini, ya kwamba watashirikiana katika mambo mema na vilevile katika hatari. Pindi walipoimbisha nyimbo takatifu za mababu katika kumuhimidi Mungu, lakini adui wakaitika sauti zisizolingana, wakaeneza malalamiko ya kuhuzunisha kwa ajili ya watoto wao. Mtumwa pamoja na bwana wako wakaadhibiwa kwa adhabu ya haki sawasawa na sawa. Raia pamoja na mfalme, naam, wote pamoja chini ya namna moja ya kifo, wakawa na maiti pasipo idadi, hata waliokuwa hai hawakutosha ili kuwazika maana kwa pigo moja wazao wako waliopendwa hasa waliangamizwa. Na mwanadamu na, na maadamu wasiposadiki mambo yote kwa sababu ya uchawi, kwa kuangamia watoto wa kwanza wao, walikiri kuwa taifa hili Israeli ni mtoto wa Mungu. Kwa maana majira mambo yote yalipokuwa kimya na usiku ulikuwa katikati ya mwendo wake mwepesi, neno lako Mwenyezi alishuka mbinguni kutoka kiti chako cha kifalme, shujaa aliye hodari, katika nchi iliyopasishwa hukumu, mwenye upanga mkali, ndiyo amri yako isiyopindika akasimama na kujaza mambo yote mauti, na pindi alipogusa mbingu akaikanyaga nchi. Mara maono ya ndoto zao yakawafadhaisha sana, na maogofya yasiyotazamiwa wao wakawajia, na kila mtu mmoja huku na mmoja huko Ameanguka nusu ya kufa, akaonyesha sababu ya kifo chake, mradi zile ndoto zilizowahangaisha zikadhihirishwa hivyo, ili wasipotee bila kutambua sababu ya kuteswa kwao. Kadhalika iliwapasa wenye haki nao kuionja mauti, na wengi wao walipigwa jangwani ila hasira ile haikudumu sana, kwa sababu Haruni mtu mnyofu alifanya haraka kuwa mjasiri wao. Huyo alileta silaha za utumishi wake, sala na kipatanisho cha uvumba, akaingia akapinga hasira ile, ya kukomesha msiba, akajionyesha kuwa ni mtumishi wako Akamshinda mwenye hasira, si kwa nguvu za mwilini wala kwa mafaa ya silaha, ila kwa neno. Akamtuliza yeye aliyekuwa akiwaadhibu, kwa kukumbusha viapo na maagano waliopewa mababu, kwa maana wafu walipokwisha kuanguka fungu fungu, hata kulundika alisimama katikati akaipinga njia mbele akaipinga njia mbele ya hasira akaizuia isiwafikie waliokuwa hai. Madhali juu ya vazi lake refu ulikuwapo ulimwengu na sifa za mababu zilikuwapo juu ya mchoro wa safu nne za vito na enzi yako juu ya kilemba kichwani pake. Mambo hayo mharabu aliyaondokea, na watu waliacha, maana ilitosha kuonja na hasira ile.